taka tuangalie kuhusu gain knob. Tunapoangalia gain, sambamba nitakufundisha njia sahihi iliyopo ya kuseti kitu kinachoitwa gain structure au muundo wa gain, na hatua zake unapowasha mixer yako, hatua ya inayofuata ili kuweza kupata sauti nzuri na ikatoka nzuri isiyokuwa eh, na noise, basi fuata hatua hii. Hatua ya kwanza kwanza unaenda kwenye main. Akisha main yako iko kwenye unit, tunaita kitaalam unit gain, itani zero. Maana yake sauti hapa inapita bila kupunguzwa au kuongezwa, kumegwa au ku, kuwa boosted au kuongezwa. Hatua ya pili inayofuata, kwa sababu mic yangu hapa nimeconnect kwenye channel namba tatu na mic inayotumia hapa, natumia SM58 kwa hiyo, baada ya kwa kuhakikisha kwamba master fedango kwenye unit, ninakwenda kwenye kitu kwenye hii njia, anachagua solo. Nikichagua solo, unaona kabisa kwamba hii taa hapa ya rude solo ina blink kwamba umechagua solo. Solo maanake ni kama kubagua peke yako, inamaana kwamba umebagua hii sauti hapa, ili uweze kuisikiliza hapa, uione sauti kabla hujairuhusu itoke kwenye hii chaneli yake ielekee kwenye upande wa masa, au kama hujairuhusu hii sauti iweze kusikika eh, na watu au kwenye spika zile za mbele tunazita FOH. Kwa hiyo hapa inakuashiria kwamba, eh, solo hii hapa imekwisha kuchaguliwa na hii switch tayari iko on. Nikishamaliza hapo, sasa ninaanza kuizungusha, ninaanza kuizungusha hii nobu yangu wakati nikizungusha hii knob lazima niangalie hapa kwenye mita. Lengo nataka sauti yangu naitaka kuingiza kuiruhusu iingie hapa, iwe na iwe na ukubwa wa kutosha, iwe na nguvu isio dhaifu sana ikaleta makelele, na isiwe juu sana ikaharibu vifaa vyangu, au ikaondoa ile nafasi ya kichwa headroom, ikaipunguza ikawa ni ndogo. Kwa hiyo ninachokifanya hapa nasema 1 2 1 2 1 2, naweza kaona pale tayari. Uh, inaanza kuongezeka kwenye ishirini angalia kwenye mita hapa. Wakati huo najaribu kuongeza, kamwona hapa, angalau niko kwenye raundi zero. Sasa sauti yangu hapa naonekana iko vizuri na ina afya nzuri kabisa, naongea kwenye raundi zero. Lakini pia ukija hapa unaweza kaona hapa tayari level hata kitakinawaka, maanake nipo kwenye Level set iko sauti nzuri kabisa kwa sababu sauti yangu sasa iko vizuri. E, hatua ya nne ni kwamba ninaangalia sasa hapa. Okay, sauti iko vizuri. Nataka sauti iweze kwenda kwenye upande wa main, kwa hiyo ninabonyeza hii switch ambayo ni ya left and right ili iweze kwenda kwenye main, then ikishaenda kwenye main ninapandisha, ninaanza kuirusa sauti one, two, one, two ya tunajaribu kipaza sauti ya 1 2 1 2, yes, asante ya asante. 1 2, sasa naongea kwenye SM58, sasa ninaongea kwenye microphone SM58. Kutawala vifaa vyako vya muziki, kanuni za msingi. Kwa hiyo sauti yangu sasa hivi iko vizuri kwenye channel hapa, nimeweka kwenye zero na au kwenye unit, na kwenye master fed yangu ipo kwenye unit. Kwa maana yake nimebakiza nafasi ya kutoka kwenye unit hadi kwenda kwenye kumi. Na hapa kadhalika sauti yangu kwenye round zero imeacha kwenye zero mpaka hadi kwenye kumi. Kwa maana yake hii nafasi ambayo nimeiacha hapa inanisaidia nikiwa wakati tukio linaendelea, endapo kuna sauti inahitajika kuongezwa kidogo basi ninakuwa naweza nikaongeza, lakini pia nikipunguza, pia naweza nikapunguza, lakini bado sauti yangu ikawa na usikivu mzuri. Sasa huu mbali kutoka kwenye sifuri mpaka kwenye kumi, kitaalamu tunaita headroom, au tunaita e, e, nafasi ya kichwa kwa Kiswahili. Ina maana inakupa uwezo mzuri wa sauti yako kuweza kuiongeza na kupunguza wakati tukio linaendelea. Kwa hii ndo namna sahihi ya kuset muundo wa gain au naita gain structure. Kwa kufanya hivi utaokoa kuharibu vifaa vyako mara kwa mara kuviunguza, kwa sababu sauti itakuwa imetoka kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo unatumia kanuni hii moja moja kufanya hivyo hivyo. Kama una kifaa labda mfano cha kick drum, utafanya hivyo unajitaa, utafanya hivyo kama kuna vifaa vingine pia kadhalika kinanda na nini, hakikisha unatumia mbinu hiyo hiyo kuseti kila kifaa, kwamba kiweze kuwa kwanza na sauti nzuri. Kwa sababu unapokuwa na sauti nzuri, ina maana kwamba sauti yako itakuwa juu ya makelele mbalimbali yaliyoko kwenye vifaa au mazingira, na itakuwa na afya. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi elfu ishirini tu.